Nikisema nitakufa kisa mapenzi Mungu nitamkosea, wana labda ninaufa, kuna mwenzangu nyumba imemdondokea. Mimi najua sina thamani kwa kutanikumbuka, nishatenda wema, ninakwenda zangu, tanikumbuka. Pole sana moyo eh, maya eh, najua amekumiza, ila yupo Mungu yo baba najua atalipiza. Pole sana moyo, maya, najua amekumiza ila yupo Mungu baba, najua atalipiza. alele alele alele ni kwako, alele alele alele. Kwa huduma na maboresho ya stori, habari za michezo na burudani, tunazitoa kwa bure kabisa, ungana nasi sasa kupitia relax na chance kivuruge. Nikisemba nitakufa kisa mapenzi, Mungu nitamkosea bana, labda ninaufa. Kuna mwenzangu nyumbe memdondokea, najua sina thamani kwa kutanikumbuka nishatenda wema

sina tamani kwako namna ambavyo mnaonekana mnaonekana kama mapacha. Tuzungumzie vipi, labda iswali, mapacha wa baba na mama, au mapacha ambao kidogo, ni mmoja yupo kwa upande wake, mwingine yupo kwa upande wake <laughs> lakini si mapacha, mapacha. E, kipi ambacho labda kinaweza kikathibitishiwa tu kwamba nyinyi ni mapacha ambao kidogo mnaweza mkawa mfanani? A, ni kweli sisi ni mapato ambayo hatufanani lakini si tunafanana. Nafanana kivipi? Wewe <laughs> huoni. <laughs> Si tunafanana. <laughs> Hey. Yeah. Mimi nawaona maana mimi nipo na nyinyi live hapa lakini kwa mtu ambaye kidogo angetamani kuona kwamba kidogo mnafanana, kwenye kumueleweshe sasa, mnafanana kivipi? Ah, mimi na Joy m... Yes, na zani kasa mimi ni doto yani kuwa ananizidi. Yes lakini mimi ni black yeye ye ni mm. ni mweupe hivyo unavyomuona hapo lakini so Yes, mimi na huyu cha kwanza tunapendana cha kwanza. Ni marafiki ambao tunaaminiana, tunashirikiana na kila jambo. Yes, ni rafiki ambaye siwezi nikafanya kitu nisimwambie. Yaani akili zangu na zake zinaendana hivyo. Sawa. Kabla ya kuendelea na wewe, nimuulize yeye, rafiki yenu unaweza ukawa umeanza lini? Mmekutana wapi, Midoshi au labda kuna story nyingine ambayo ipo nyuma ya pazia? Hapana, sio midoshi. Tuna rafiki wa muda mrefu sana, mm. Ya, kama kumi hivi rafiki ya, ah. yangu. kamaum ah. ya, mpacha langu, mpacha langu. Yes. Na mmekutana labda, uh, tuseme miaka kumi iliyopita sehemu gani aswa, na kipi ambacho kinaweza kikawa kama kimewakutanisha mpaka leo tunawaona mna vibe, mpo pamoja? Shuleni. Ilikuwa yeah. mnasoma darasa moja? Hapana. Ilikuwaje sasa mkakutana, maanake kila mtu alikuwa darasa lake, lakini mkaja kuconnect. Muziki au kipi ya mimi nilikuwa ninasoma darasa la tatu la kikubwa yeye la pili. So alikuwa anaimba sana ya, na, na mimi nilikuwa naimba. Ile kuwa kujuana shuleni. Ya katukana tukajuana tukakutana akili zetu zinaendana ndo tukawa marafiki. Ya kufika hapa. Sawa, muziki labda unaweza ukawa umesaidia nini urafiki wenu mpaka sasa? Eh. Muziki umesaidia nini utatusaidia hapo mbele, maana siwezi nikasema ushatusaidia, ila kikubwa mazoezi ni kama yote ya kama hivyo yes. Mapacha wasio fanana, Stasha, natamani unifahamishe kitu kuhusiana na hichi uh, kitu pia kwa upande wenu, labda mziki mnakuwa mnauchukuliaje? Labda ni mziki ambao mnafanya kama watu ambao kidogo wana ukaribu, au labda mnakuwa mnafanya, mnafanya kila mtu kwa upande wake alafu mnakuja kukutana kwenye lebo kama zoezi hivi au studio Si tupo kwenye lebo moja, tunakutania kimazoezi. Tan kwa namna ambavyo mnafanya shughuli yenu ya mziki na kuiendeleza kwa hapa, kidogo mnaonekana kama ni madada ambao wamekuja kitofauti, ukizingatia mziki ambao mnafanya watu wanadai hivyo, kidogo nakuwa ni kitofauti sana na mazingira ya hapa. Mnakuwa mnaona nini labda kwenye kujishughulisha na mziki ambao kidogo nakuwa tofauti na hapa? Sisi kwanza, cha kwanza tunajishusha kwa baadhi ya watu ambao wanatuzidi ambao, watu ambao baadhi wanajua kuzidi sisi, tunajishusha chini ili mradi tujue vingi kuzidi ambavyo tunavyo. Tunapiga mazoezi kwa sana, kwa tunafuatilia na watu baadhi wakubwa ambao wana viwango vikubwa, na ndio maana mziki wetu umekuja kitofauti. Yes. Kipi ambacho labda mnakuwa mnakizingatia swa kwenye kuwaheshimu watu ambao wanaweza wakawa wamewatangulia? Mnakuwa mnaenda kwa upande wa wanaume tu ndo mnawapa heshima au labda pia na madada miongoni ambao wametangulia? Wote ww wasichana wavulana wote ambao washatutangulia huko mbele, watu wakubwa ambao wana viwango kabisa, hata hiwo wauma hapa kwetu tunajishusha, tuna yani tunajaribu kwa watuelekeze jinsi ya kufanya maake mziki bila kushirikiano. Huwezi kufika popote, na bila heshima huwezi kufika popote. Kuna mdada yote labda wapa wa ambaye kidogo anaweza kawa miongoni mwa wale ambao wametangulia kabla yenu ameshawahi kumcheki na kumwambia angalau moja mbili tatu tuelekeze namna ambavyo inaweza ikawa imetokea kiasi kwamba ukafika hapo au? Da, hapana. <laughs> Inakuwa kwa nini sasa? Ah, ah, yani ambayo viwango ambavyo navyongelea sio vya hapa lakini na hapa wapo, lakini viwango ambavyo tunavyongelea ni kuhusiana na kuimbaji mazoezi fulani Yes, lakini <laughs> si watusi lakini ni kitu ambacho kipo. mi sijawahi kumsogelea yeyote yes. Wewe pia hujawahi kumsogelea yeyote hapana. kwa nini? Inatokana na wimbaji wake na wimbaji wangu, sababu so mimi nafuatilia wimbaji wa mbali sana, yeah, kama oh, inakuwa sababu ya kutowasogelea wa... madada wengine hapana, yeah. Sijapata nafasi ya kukutana nao oh. Yeah, ila naamini tutakaa tutaongea nikiwapata, lakini oh. Pia miongoni mwa madada ambao wanafanya kazi za hapa au shughuli za muziki kwa hapa ni nani ambaye kidogo ni kama unamtazama, unasema siku moja tutakuja kufanya naye kwa kuchanganya mada sasa, au labda kwa kuchanganya ladha ya mziki, kwa kuwa wewe unafanya ladha yako na yeye pia anafanya ladha yake? Kila msanii wa kike ambaye atafanya vizuri nitafanya naye kazi. Bado hawajafanya vizuri hapana? <laughs> wanafanya vizuri eh. Yeah. Kila msanii wote atafanya vizuri wa kike, mimi nitafanya naye eh. Yeah, kwa inabidi kwanza wapambane. Yeah, na hicho ni kikubwa, wapambane ya, kama hivyo sawa. Tuzungumzie kidogo kuhusiana na kazi ambayo pengine inaweza ikatoka muda wote kuanzia sasa hivi. Kuna namna labda tunaweza tukaisema kwamba hii kazi ambayo inakuja itakuwa kwa staili hii au kuhusu, kuhusu nini, kuhusu ngoma ambayo tunataka tuachie hiyo kwanza sio ya kuongelea, bado haijatoka, tusianze kuliongelea na wakati bado. kwa hiyo mtatuuliza baada tukisha achia Yes. Kwa hiyo bado ni siri ambayo ipo nyuma ya pazia. Ni siri lakini sio siri, labda kitaonekana ni kitu ambacho kipo hadharani, kitaonekana. Tetesi za mbali zinasema kwamba nyinyi madada wawili ambaye ni Joyless, lakini pia Anastasia mmeungana kuachia kazi ya kwanza ya pamoja kwa nini hivyo? Labda tofauti, labda na mmoja kuachia kazi yake binafsi, nani ni nani au hivi eh? Kama marafiki hivi mnaonekana kidogo mnakuwa na vibe sana. Kuna ngoma zozote ambazo labda mkikaaga chini mnakuwa nazisikiliza kwa pamoja, kama ngoma gani hivi kama ngoma ya bigei ya api hivyo. Nyimbo gani wa Ruby? nyimbo ya Ruby. Ruby ana nyimbo shazi, kwa hiyo zote tunasikiliza makini, tunampenda. nyimbo ambayo labda nyinyi wawili mkikaaga chini mnasema kwamba hii hapa tunauaga, ni ipi? ya Ruby au labda ya api ya ya Sate? tuna kama nyimbo mbili. Kuna nyimbo moja niimba na Mboso yunawana yes, no. nyingine alimba mwenyewe, basi niwasikilize. kwa hiyo uh -huh. Siu ni ipi au? <laughs> Yoyote? <laughs> Basi mbayo nyinyi wawili kidogo mnaweza mkaipiga kwa pamoja uh -huh. Ah nikisema nitakufa kisa mapenzi, Mungu nitamkosea maana labda ninaofa kuna mwezangu mm -hmm. nyumba amemdondokea mimi, najua sina thamani, kwa kutanikumbuka nishetenda wema, mimi nakwenda zangu, tanikumbuka pole sana moyoe eh, mayae eh, najua amegumiza ila yupo Mungu huyo Baba e, najua talipiza, pole sana moyo mwaya, najua mekumiza, ila yupo Mungu Baba, najua talipiza. Alele. Alele. <laughs> <laughs> Eee, wanene nyie mnauwa sana. Sawa na, tuendelee kuzungumza kuhusiana na kitu ambacho kipo mpaka sasa Ruby ndo msanii ambaye waga mnamkubali. Au labda kuna kuwa Nandi, kuna kuwa Zuchu. Kwa nini tofauti na na na, hawa wengine wawili ni kama Zuchu ayupo? Na wakati ndo Zuchu, Zuchu ndo madada ambao wengi waga wanamkubali sana. <laughs> Zuchu ni kweli ni mwimbaji mzuri na mimi nampenda. Siwezi ngadangatia Zuchu msipendi. Zuchu nampenda. Lakini naona usta usta ni kitu kingine. Unaona Bigge Champs ni mwimbaji mzuri kuzidi Zuchu. Unaishi, labda nyinyi, kama nyinyi kwa upande wenu, mnapendeka kuwa kwenye level kama za nani aswa kwenye usta kama za Zuchu au labda kwa Abigail? ah, hapo yes, Abigail nampenda yani, <laughs> <laughs> yani, lakin lakini lakini unatamani kuwa na level kama ya Zuchu. Eh. <laughs> Natamani nipate point yako au comment yako kuhusiana na kitu ambacho kimejitokeza hivi karibuni. Umepostiwa na Baba Levo, lakini Baba Levo akawa kama anakutafuta hivi, huyu mdada yupo wapi, natamani nimuone. Ni ile umeiona au bado? Ah niliona. Yes. Na mara baada ya kuiona kwanza, umeipokeaje? Kwanza, nilifurahi sana, maana sikutarajia kama mimi naweza nikatokewa na kitu kama hicho Yes, yaani sikuamini mpaka semeshe kule, mpaka mimi nililia nikasema. Na mpaka sasa, labda una connection yoyote ambayo inakuhusu wewe na Baba Levo kwamba mnaweza mkao mmeshaongea au ipo vipi mara baada ya ile post. Hiyo ni ox, yes. <laughs> <laughs> Sawa bana, wambia atazamaji kitu chochote, nawapenda mm -hmm. Ya aendele kutufuatiliaendele kuwafuatilia wafuatilie wengine, au nyinyi nyinyi tu na wengine pia, na muda si mrefu tunaacia kazi, kuna kazi tunataka tuachie. Ya spoti zao zinahitajika, kama hivo, nawapenda sana. Hatua za wasanii ni nyingi sana na ni tofauti tofauti. Sijui kama mmeona hatua ya nyago au hatua ya nyago, hmm. Postiwa postiwa na watu mitandaoni mitandaoni, nyimbo yake kwenda sijui imeenda imeingia trending, ni atoa yake na sisi yetu bado. Mas yeah, liye. Kama hivyo yes. Waambie kitu chochote watazamaji kwa kufunga kipindi yes, cha kwanza, nawapenda sana na tunawapenda pia, na mwendelee kutufuatilia tu yes. Watu wanatofautisha sana bana, kwenye kumalizia tu watu wanatofautisha sana na Dogozu. Hivi nyinyi kwanza, nyinyi kama nyinyi waga, mnaona kama kidogo mnatakiwa kutofautiana na Dogo Zuu kwa vitu fulani hivi au labda kidogo mpo kwenye zile zile level, lakini kila mtu ana bahati yake? Yes, kila mtu ana bahati yake. Yes, na kutofautisha na Dogo Zuu ni sawa. Maana yeye ashaanza, lakini so katika maisha kila mtu ana kitu ambacho anamzidi mwenzie. Yes. Na tukizungumzia, labda kitu ambacho mnaweza mkawa mnatofautiana nacho kwake, ni kipi hasa so? <laughs> Hapana. Ambacho mnaona kwamba hiki tunatofautiana na Dogozu. Dogozu yupo hivi na sisi tupo hivi. Ai Dogozu yupo kivyo yake na sisi tupo kivyo yetu. Hmm. Kwenye au kwenye muziki? hata kwenye muziki hata kwenye maisha kawaida. Hello hello, my brother. Nimeona nikukoro. Kozuna nivungi na sijui kipi chanzo. Miaka mingi imepita. Siwezi kiata sauti yako. Au mmenikimbia bona selewi.